Sasa kilichotokea baada ya kurudi presheni, kusema kweli <takes> inatia huzuni sana. <takes> <takes> Macho yote yana mashimo tupu, alafu yaani bwana, <takes> mimi kwa majina naitwa Ahmed Isamadi. Eh, nipo hapa nyumbani kwangu na familia yangu hapa Mweru Shuleni eh, na mke wangu anaitwa Fatuma Ahmad Mkalala. Eh, ilitokea siku moja tuko shamba tunashughulika na shughuli zetu za kuvunaji mbazi, basi mke wangu akajisikia hali ya maumivu ya kichwa, labda niseme kama kipanda uso, kikawa kika kizunguzungu usoni kote kuna, kuna, kuna tia kizunguzungu Akaniambia bwana, mke wangu ah, mimi najisikia kidogo maumivu ya kichwa. Niambia basi, pumzika kivulini. Akapumzika kivulini, mimi nikawa naendelea na zoezi, lakini hata hivyo ile hali ikawa inazidi. Nilichokifanya kuona kama bwana mke wangu hali inazidi, nikaona bora nirudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, tukaenda hapo madukani pharmacy hapo kwenda kupima malaria, lakini malaria haikupatikana. Alichokifanya yule mtaalamu wa pharmacy pale, akatugeia tu dawa za kupunguza maumivu, tukarudi nyumbani. Lakini baada ya kufika nyumbani, ile hali ikawa inazidi Usiku hatukulala kichwa kina mbana, nalalamika lalamika basi, nimwagie maji kichwani, nimwagie maji kichwani, mme wangu angalia hali ya kichwa kinanizidi mpaka hata hivyo mpaka usiku, nao nikachukua dawa zingine nikampa, lakini bado ile hali haijatulia hai. Mpaka asubuhi yake nikasema, mke wangu sikiliza, homa kuingia ni rahisi, lakini kutoka ngumu, ngoja tuangalie kwanza hizo dawa zitakuaje. Basi tukashinda siku ile kutwa mzima. Hii homa ilianza tarehe tano, kwa hiyo tarehe sita tukashinda, tarehe saba mwezi wa nane tukaona bora twende hospitali, kituo cha afya Kitangali. Nikakusanya vijana wangu ni tukaelekezana hali halisi ya mgonjwa, tukaondoka hapa tukaenda hospitali ya Kitangali, mimi mke wangu na mwanangu wa kiume huyu Hamza, Hamza na dada ambaye da ndo niko naye huyu e, tukaenda zaidi zetu Kitangali, tukaanza huduma pale, amepokewa amepimwa, lakini hali kadhalika bado hali inakuwa ngumu. Na wale watu wa Kitangali wakasema bwana, huyu mgonjwa italazimika tu tuwarufaini mwende Ndanda kwa sababu kuna hali fulani tunaiona ya mdomo wake ndani kunapatikana rangi ya zambarau. Sasa hichi kitu sisi hatukijui hatukijui, kwa sababu hatuna vipimo nacho, sasa wengine wenzetu kule watagundua. Tukaondoka zetu mpaka Ndanda, tumefika Ndanda eh tarehe nane, kitu kama hicho, kama sikosea, itakuwa ilikuwa tarehe kumi na nane siyo ishirini na nane, kumbukumbu kidogo imenitoka. Tunafika Ndanda kitu kama ishirini na nane, maana Kitangali tulikaa kidogo, ishirini na nane ya mwezi wa nane. Ole ole, wakampima wakasema, bwana huyu mtu tuna mashaka inaweza ikawa ni kansa. Lakini hatudhibitishi hilo kwa sababu hatujampima. Tuangalie tujie mtakuwa na uwezo wa laki na sabini ili tuweze kufanya kumsikani huyu mtu. Tukakubaliana wakamsikani, wakasema bwana hichi kitu ni fungus. Wakati huo sasa uso wote umevimba, macho yanatoa maji, lakini pia uso wenyewe ule umeshaingia uweusi kutokana na ile hali ya blue. Ile blue zambarau ilikwenda ikajikata ika, ika blue sasa. Na uso wote kawa mweusi kama mkaa na baadaye walipomwangalia wale wataalamu wa Ndanda wakasema bwana, huyu mtu, hii hali hii, kwa hapa kumtibu itakuwa ngumu, ijapo kama hii ni fangasi, lakini tuombe kitu kimoja, tuombe msaada na wenzetu wa India. Wakampiga picha, ikaenda India, wakamwangalia kule, wakamfanyia uchunguzi, wakatumia bwana, baada ya mwezi mmoja dawa zake zitakuja, huyo mgonjwa atatibiwa. Na sisi tukaambiwa hivyo, wakati uko odi namba tatu. Basi tukapambana, tarehe 27 ya mwezi wa wa tisa zile dawa zikafika akaanza kuhudumiwa pale, wakapambana waganga, wakapambana waga kwa hali ya kutosha, lakini wakati huo sasa uso i zile nyama zile ndio ndo ziko ovyo ovyo, mafunza yanatoka ama usaha sijui nini. Basi tarehe tano ya mwezi wa kumi akapelekwa theater, atakwenda kufanya presheni sasa. Kilichotokea baada ya kurudi presheni, kusema kweli inatia huzuni <coughs> sana macho yote yana mashimo tupu, alafu yani kusema kweli <gulia> macho yote t yana, yana, yana mashimo tupu, lakini na ngozi zote zimetoka, mafuvu yako nje. Ya mke wangu namuonea huruma sana. Hata hivyo wakajitahidi kupambana, wakasema, mzee usife moyo, Mwenyezi Mungu atamjalia mgonjwa, atapona huyu ya Rabbul Alamin, usijali, hakuna tatizo. Basi na mimi nikajitahidi kufunga moyo kumwomba Mwenyezi Mungu na familia yangu, mwanangu anaswali na mimi mwenyewe na swali na mwenye mgonjwa, naomba kwa Mwenyezi Mungu amjalie ili ikiwezekana ile hali irudi katika mazingira yake, hata kama hawezi kuona tena kwa sababu macho yametolewa, lakini awe salama. Wakajitahidi kupambana kadri walivyoweza kupambana, hali yake ikaenda ikakaa angalau kidogo afadhali. Tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi na mbili wakamtoa wakaturuhusu, sababu bwana nini sasa, rudini nyumbani Tunakupeni dawa hizi, muende mkapate kumgandika madonda haya hospitali ya Luagala. Tumefika hospitali ya Luagala, mganga pale Sister Rufina akatupokea. Eh, ni hospitali ya, ya, mission ile, akatupokea, wakaanza kumhudumia hadi kufikia hali aliyokuwa nayo sasa. Bado tuko naye lakini mafuvu bado yako nje, mafunza yanatoka, kusema kweli, da subhanallah.